Ushazoea kuwapiga mkwala watu wapumbavu. Mimi sio mpumbavu. Mimi uniwezi kiuchawi, uniwezi kimfedha, uniwezi kimali, uwezi hata hivi one to one tukae uniwezi one to one. Yaani mkono mmoja baka mkono mmoja uniwezi. Nakwambia don't try me. Narudia tena. Don't try me. Mimi sio wapumbavu wenzio uliozoea kwa una, una wewe kiki yako kubwa tukusema huyu shoga. Shoga, teleza uone utajua mimi ni gani. Yaani, jifanya kama unateleza ujue mimi shoga sio shoga. Teleza uone. Kangalia watu huko wanavyopigana, jiulize kwa nini singo mtambalike. Teleza. Yes, bana mambo vipi? Uh, karibu sana kwenye DNA Television unaitazama na kuisikiliza muda huu minaitwa naitwa Morgan Kalista Buffalo, your favorite run line kutokea hapa DNA Television. Ya bana, kuna story ambazo zimekuwa zikitambaa sana kwenye mitandao ya kijamii issue ya kwake uh, Mwijaku plus Dudu Baya. Kuna ile kauli ambazo Dudu Baya amekuwa akizungumza kuhusiana na ugonjwa ambao unamsumbua sasa hivi mkubwa Fela kwa nini mkubwa Fela mpaka sasa hivi asapotiwi na mabaadhi ya wasanii ambao wamekuwa wakifanya nao kazi, almost ni miaka 15 hivi au 20 linia, au hata 30 kwenye karia yake kama manager. Watu wengi wamekuwa wakimsapoti, lakini uh, mke wake Sweet Fela amezungumza kwamba na interviews baadhi na watu amezungumza kwamba yeye watu ambao wanamsapoti Mkubwa Fela kwenye maradhi yake ni pamoja na Mboso ambaye amekuwa mstari wa mbele zaidi kuliko wote, lakini pia Diamond Platnumz ambaye uh, safari ya mwisho uh, ya Mkubwa Fela Kwenda India kimatibabu ali financial kila kitu, alikuwa ni Diamond Platinum na mpaka korodi. Lakini sasa mara hii ya pili imeonekana kama kuna uzito fulani hivi. Sasa story ni kwamba fwam uh, Mwijaku alichukua jukumu zito la kwenda kwa naibu waziri ambaye ni mwana Foy, na akachukua maelezo ya kwamba ni lazima wamsaidie ikiwa kama mlezi na ni mtu ambaye unajua uh, baraza la sanaa Tanzania Basata linasimamia vitu vingi sana ikiwemo hata pia uh, wasanii wanapokwama kwenye baadhi ya mambo na ikumbuke kwamba mwaafe uh, kupitia kwenye uongozi wake ndipo likuja hata swala la wasanii kuchangiwa baadhi ya fedha uh, sio kuchangiwa tu na hata pia kukopeshwa. Yani sanaa uh, msanii mwigizaji, mtu yeyote ambaye yuko kwenye sanaa, anastahili kukopesheka kulingana na kile ambacho anakifanya. Sasa Mwijaku alibeba jukumu hilo kwa uzito na akaenda nalo pale uh, Basata, na hivyo aka nadhani aliposti video na kila mtu aliiona kwamba kulikuwa kuna maongezi ya kwamba wamekubaliana kumsaidia matibabu ya mkubwa Fela. That is issue tayari imekuwa solved na tunategemea kuona matokeo yake. Lakini the next one ni kwa nini kumekuwa kuna baadhi ya wasanii wengi ambao kwanza waliofanya nao kazi na babu Fela uh, mkubwa Fela au kwanza wamsapoti kwenye uh, mambo yake kama hivyo, anaumwa, yuko uh, ugonjwa fulani tena, wedha ni mkubwa, mpaka mtu unaenda India, thas means kwamba ni kitu ambacho kimekushika sana. Ni kwa nini uh, awa wawi mstari wa mbele kwenye kumtaka kumsaidia aidha atakwenda kumuona kwa sababu mke wake ambaye yuko karibu naye kwenye shughuli zote hizi za matibabu na kumtekea, amezungumza kwamba ni wasanii wawili tu maybe au watatu ambao wamekuwa wakifanya, lakini tunafahamu kwenye industry mkubwa Fela amefanya mambo mengi sana makubwa, yani kuanzia TMK, wale wanaume halisi, amepita sehemu nyingi sana. Watu wengi sana ambao ni marange leo kwenye muziki wamepita kwenye mikono ya mkubwa Fela. Why, ni kwa nini sasa, Dudubaya anaingiaje kwenye story? Dudu Baya, video, ni kwa sababu Dudubaya naye aliposti video na ikasambaa mitandaoni kwamba anamsema, kwanini watu wengi wamekuwa hawamsaidii mkubwa Fela. Anasema kwamba dhuruma ambayo ilikuwa ikitokea alikuwa amekifanya dhuruma kwa wasanii labda fiesta, maybe hivi matukio ya fiesta ale una matamasha wakitoa hela wanampa wao kiongozi ambao ni mkubwa Fela, maybe anakula zile hela na anapokula zile hela zinasababisha um, wao kupata hela kidogo na kufanya mgawanyo mdogo. Pia ame address pia issue pia ya uh, Kayumba ambaye alishinda BSS uh, kama mshindi na alipata zawadi ya shilingi milioni 50. Anasema alimpa babake milioni mbili tu na mamake milioni mbili. Babani ni babake na mamake uh, Kayumba na zile zingine zote zilichikichia hivyo, na kudai kwamba zile hela zingine zinachikichia kwa mfumo wa kwamba utafanya promotion pamoja na videos na ndio hivyo unafanya ko uh, nimeona hiyo watu wengi wame, wame kliksaizi kwamba hicho, uh, nachokizungumza Dudubaya ni kwa sababu tu huwa natafuta trendi kutokana watu na nini, lakini ukiangalia ukipima vizuri unaweza ukajiuliza je, hata uh, kama mtu unakuwa kwenye situation kwamba hiyo. Je, sisi kama Watanzania tunapaswa tuna, tuna kweli kuanza kukritisaizi kile ambacho uh, Dudubaya amekiongea, tumsapoti ama tusimsapoti, kwa sababu mtu anaumwa au mtu wame, alikuibia pesa zako na sasa hivi anauma utakita na kumsaidia business business is just a business? Na ukiangalia kwenye biashara kuna changamoto nyingi, kila mtu anapitia changamoto kwenye biashara. That means kwamba mpaka sasa hivi hakuna uh, mtu ambaye amezungumza kiundani zaidi zaidi ya Mwijaku. Sasa kumetokea ugomvi wa watu wawili, Mwijaku pamoja na Dudubaya. Dudubaya anaeleza kwamba kubofela asaidiwi kwa sababu ya tabia ambazo alikuwa nazo enzi za uongozi wake, akiwa kama ana meneji vikundi vya wasanii au msanii mmoja mmoja, kula pesa za wasanii na kutolipa stahiki za wasanii. Lakini pia amekuja Mwijaku amezungumza ya kwamba kwenye matatizo kama haya, hautakiwi kuanza kutoa lawama, unatakiwa utoe solutions. Watanzania ni watu ambao wanapenda solution. Nakumbuka Tanzania imepitia kwenye mambo mengi, lakini watu wameweza kutoa solution ambayo imeweza kusaidia, na mpaka sasa hivi tumefikia kwenye hali nzuri. Unaona kabisa mitaa inaendeka kila sehemu, unaweza kwenda huku karudi wapi. Lakini kitu ambacho Mwijaku amekizungumza, je, ni sahihi ama sio sahihi? Nataka umsikilize Mwijaku hapo, alafu niambie, je, ni sahihi ama sio sahihi kwako wewe Mtanzania. Nakushukuru sana kwa kutazama video hii, endelea kusubscribe na nitaendelea kukujulisha matukio mengi sana ya kiburudani ambayo yanaendelea hapa Tanzania. inaitwa moganikalist. Eh, ebwana, huu ni ujumbe wako Dudubaya, huna adabu huna staha huna miko wala mila za Kiafrika. Sisi wa Tanzania, sisi wa Afrika, sisi bin adam wenye hofu ya Mungu, tuna kitu kinaitwa mswama na kutakiana kheri Hupaswi kumzungumzia vibaya mkubwa Fela, hupaswi kumtakia mabaya mkubwa Fela. Yapo mazuri ameyafanya, hakuna binadamu ambaye mkamilifu chini ya jua hili. Wapo wengine wamekosea na wapo wengine wamefanya vizuri, lakini usimhukumu mtu kwa kile alichokifanya, wewe sio Mungu. Hupaswi kumnenea maneno ya hovyo mkubwa Fela, mtu yuko kitandani anapambania afya yake. Eti aliwahi kuwabania watu riski? Inapangwa na Mungu. Ukiona riski kwako imeondoka, jua ni Mungu amepanga riski iondoke. Hakuna binadamu anaweza kuzuia riski ya kwako hapa chini ya jua, hakuna wala hatotokea. Acha kuongea maneno ya kifedhuri. Wewe hujakosea mambo mangapi? Umefanya mabaya, umetuharibia watoto wetu. Uliharibu maisha yako kwa kuingijiingiza kwenye vilevi, kula madawa ya kulevya, kunywa mabaku, vuta mabange. Uliingia huko na uliharibu maisha yako, we huko sasa hivi kila mtu unamwona mbaya kwenye maisha yako, kila mtu unamwona wewe kwako hafai. My brother, put some respect, put some respect. Maisha yapo hivyo, utashindwa kuzikwa, utashindwa kusaidika, utashindwa hata kupata mtu akuja kujulia hali. Put some respect, narudia tena, put some respect. Hupaswi kufanya hicho unachokifanya. We ni nani? We ni nani unahukumu watu we ni nani? We ni kijana mmoja wa hovyo ambao ulishaharibu vijana wetu. Swala la my brother mkubwa Fela limeshafika kwa mheshimiwa naibu waziri, na naibu waziri amesema tunalifanyia kazi, serikali inalifanyia kazi. Kwaio sasa, wewe Dudubaya, acha kuongea nonsense. Mtu akiwa kwenye changamoto, acha kuongea nonsense, usitumie changamoto ya mkubwa Fela kama kiki ya kurudi mjini. Eh, usitumie kama kiki ya kurudi mjini, kuna content nyingi endelea na content zako zile za kutukana watu, endelea na content zako zile za kujitoa ufahamu meshapata eh, ili uende nazo swala. So, la kwanza kutumia kiki ya mkubwa wa fela ikurudishe mjini, ushapotea we, wakati wako ushavika, ushapita kabisa. La pili, alafu we unijui mi sijasoma sua My brother, jinsi gani unaonekana unijui sijasoma SUA? Ndio maana uwezi kuona comment ya mtu wa SUA aseme ananijua kwa sababu hakuna mtu wa SUA ambaye anifahamu mimi. Sikusoma SUA mimi, nimesoma Mzumbe University na University of Dar es Salaam. Hivyo ndio vio nilivyosoma, sikusoma SUA. Hiyo nimekukorekt, nime, nime, nime, nime. La pili, don't test me, don't try me. Nenda Morogoro, nenda, ki, nenda Kigoma, eh? Nenda Kigoma kaulize Mwijaku ni nani au Mwemba ni nani. Nenda Morogoro mtaa wa Uhuru kaulize Mwemba ni nani. Watakupa taarifa zangu. Au tafuta wadada ambao historia unayo waulize Mwemba ni mtu gani. Nisitumie nguvu sana. Alafu usijisifie wewe una nyumba. Wewe una nyumba? Nyumba utoa kila siku unaojua ukiwa kwenye mabaa mtaani barabarani. Una nyumba? Wewe huna pa kukaa. Unastiriwa. Na usitaki tuzungumze mambo yako uliyokuwa unafanya wakati unaimba mziki. Ulikuwa unakuja THT. Unabembeleza ruga kulipie kodi. Au fikiri hatuyajui mambo yako? Ulikuwa unashinda THT asubuhi mpaka jioni, mradi ruga kulipie kodi, unaomba japo upate nauli kutoka THT kurudi kurudi unapoishi leo. Unasahau eti unajifanya, mimi nina nyumba mbili. Nyumba uzito wapi? Nyumba sioko hapa useme kila mtu anazo. Mimi hapa naongea nikiwa kwangu ndani ya nyumba yangu kwa pesa yangu. Hakuna mtu wote anaweza kanitoa hapa kwenye hii nyumba. Nipo kole, labda Mungu ndo aseme Mwijaku unakuua utakufa. Nipo hapa kwa nyumbani kwangu. Nenda kufanya interview au record ukiwa nyumbani kwako. Zungumza ukiwa nyumbani kwako. Wewe una nyumba? Unastiriwa tu. Ushazoea kuwapiga mkwala watu wa pumbavu. Mimi sio mpumbavu. Mimi uniwezi kiuchawi, uniwezi kimfedha, uniwezi kimali, uwezi hata hivi one to one tukae uniwezi one to one. Yaani mkono mmoja hapo kae mkono mmoja mimi uniwezi. Nakwambia don't try me. Narudia tena. Don't try me. Mimi sio wapumbavu wenzio, kwa unawaza una, wewe kiki yako kubwa tukusema huyu shoga shoga. Teleza uone, utanjua mimi wali gani. Yaani jifanya kama unateleza uje. Mimi shoga sio shoga. Teleza uone, angalia watu uko wanavyopigana, jiulize kwa nini singo mtambalike. Teleza.